Uongozi, uongozi wa Kiatu TV unakutakia siha njema na mafanikio mema. Karibu tujifunze tuji azenye rangi zikiwa zimejipanga hapa, ndio mahali ndoto zako zinachangamka. Popote ulipo, unakaribishwa kwa moyo. Huduma za hali ya juu anatoa bila ghasia. kwa sababu najua akili zao. Atakapokuja mwalimu wa Kiislamu hapa, atapita mtaa huu, na mimi namsubiri apite hapo. Msomaji, nipo 297 hapa, lazima apite hapa. Hasa nisipite, kwa nini? Kwa nini nisipite? Napita sasa, kama wewe kama wewe kidume kweli, uje uvunje hii hapa. Napita na wewe huwezi kuniziwia, na kwa sababu hatapita mimi, sipashereheshi sasa. Na pacha hivyo hivyo, namsubiri apite. Tutajua dakika 15 sijaso zijazo, mtego aunipitia sasa hivi. Wewe usiniwekee mkwala, mikwala yote navunja. Soma hiyo 297 napita. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu. Naam, napenda kutumia nafasi hii kuweza kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye kwa mapenzi na kwa neema zake ameweza kutukutanisha leo katika hadhara hii na kuweza kuangalia vitabu vinasema nini, ama katika jioni ya leo Tumeweza kuchagua mada, kikao chetu kilipendekeza mada, na miongoni mwa mada ambayo tuliyopendekeza, inaonekana mara nyingi Wakristo wanapomkataa mtume Muhammad, baadhi ya wa Waislamu wanasema wanamkataa kwa sababu Wakristo dini yao ni ya Kizungu. Muhammad ni Mwarabu, kwa hiyo laiti kama Muhammad angekuwa mzungu, ni dini ya Kiislamu alafu ni mzungu, basi moja kwa moja Wakristo angemkubali, lakini kwa sababu ni Mwarabu ndio wanamkataa. Hayo ni baadhi ya mawazo ya Waislamu, lakini leo nataka tuangalie kwa nini Mkristo anamkataa Mtume Muhammad? Ye, yeah, kwa sababu Muhammad ni Mwarabu? Ikiwa kwa hoja Mwarabu, Yesu pia sio Mswahili, sio Mwafrika, ni Mwisraeli. Vipi tumkubali Mwisraeli tumkatae Mwarabu? Kwa hiyo inaonekana tunamkubali Mwisraeli kwa hoja, tunamkataa Mwarabu kwa hoja, si kwa rangi. Sasa katika hilo, ikiwa tunamkataa kwa hoja kwa hoja gani ambazo tunamkataa? Ndio, mnisikilize vizuri hapo. Tunamkataa Muhammad, inaonekana e, katika miaka ya mia sita na kumi miaka hiyo kabla ya Kristo, ilionekana amekuja kudai kuwa yeye, yeye, yeye ni mtume. Akaitangazia dunia kuwa yeye ni mtume, yeye ni nabii. Watu wakasikiliza, wenye kujenga hoja wakajenga, wenye kukubali wakakubali, wenye kukataa wakakataa. Lakini tulipojaribu kuwauliza Waislamu, marafiki zangu hawa, kina Mazinge, mara nyingi tunaongea sana, baada ya kuwauliza wakasema, Muhammad, mbona kachaguliwa kama vile mnaamini manabii mechaguliwa? Na huyu kafanyaje kachaguliwa? baada ya kudai maandiko ndiyo, sasa tatizo likaanzia hapo. Sasa kwa sababu tunamkataa mtume, na tukaona kumkataa pembeni si vizuri, lazima tumkatae mbele yao, ili labda watatoa maeleke, maelezo ya kutosha, tumkubali. Tukaona tutachagua imada, tunapoangalia Qurani inajaribu kutoa, nitatumia sana Qurani Somo langu litaanza ndani ya Qur'ani. Ndio, msomaji ndio naam msomaji, na msomaji anaitwa ustadhi Yusuf, tutaeleza habari zake baadaye. Nami nimesimama hapa mbele yenu naitwa Yohana Omari Saidi Kibavu, mzaramu wa Bagamoyo, bwana nanifahamu sana mringotini huko kwa wazaramu. Sasa nataka nianze ndani ya Qur'ani, msomaji Soma Qur'ani sura ya ishirini na mbili surati al-Hajj aya sabini na tano. Surati al-Hajj ishirini na mbili sabini na tano inasema. Inasemaje? Mwenyezi Mungu huchagua mitume miongoni mwa malaika. Sikiliza vizuri. Mwenyezi Mungu huchagua. Limetumika neno chagua. Mwenyezi Mungu huchagua mitume miongoni mwa malaika. Twende na miongoni eh, mwa binadamu. Basi kumbe taratibu za Mungu huwa haokoti. Bwana Yesu asifiwe, amen. Watu wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe, amen. Kumbe Mungu huwa haokoti okoti tu mitaani, anasema anachagua. Leo unapomwona malaika Gabrieli, Mungu amemtuma amemchagua. Unapoona mitume na manabii wamechaguliwa anasema Mwenyezi Mungu huchagua mitume miongoni mwa malaika na vivyo hivyo huchagua mitume miongoni mwa wanadamu. Sasa ndio tukajenga hoja kama Qur'ani yasema Mwenyezi Mungu huchagua mitume, aya gani Muhammad kachaguliwa? Sasa hapo ndio patakuwa napatashika suruali kuchanika. Au mnasemaje? Point kuchaguliwa. Sasa tunaposema point kuchaguliwa, msomaji, twende tena na Qur'ani, sura ya tatu, Surati Al-Imran aya ya 33 anasemaje? inasema 3:33 Qur'ani. 3:33 Qur'ani inasema ni asemaje? Hakika Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu. Sawa? Alimchagua Adam. Alimchagua. Naona, limetumika neno chagua, C H A I D I, chagua. Hakika Mwenyezi Mungu alimchagua, na ndio maana leo wako Wakristo miongoni mwa watoto wao wanamwita Adamu. Waislamu miongoni mwao wako watoto wanaitwa Adamu, hatuna wasiwasi Leo mtu akisimama hapa akereza habari za Adamu, Mkristo hana wasiwasi, Muislamu hana wasiwasi. Kwa sababu gani? Hakika Mwenyezi Mungu alimchagua Adamu. Endelea msomaji. Inasema sawa, alimchagua Adamu, alimchagua Adam, Adam na Nuhu, akamchagua na Nuhu na kizazi cha Ibrahimu, na kizazi cha Ibrahimu. Kwa hiyo ndio maana leo akisimama Muislamu hapa akazungumza habari za Nuhu, hakuna dibeti yote tumejadiliana kuhusu Nuhu toka madibeti ya meanza, hakuna dibeti ambayo tumejadiliana kuhusu Adamu, kwa sababu kumbe Nuhu kachaguliwa, tunaona Adamu kachaguliwa. Tuwahoji tuwahoji kuhusu nini sasa? Lakini tukiangalia kama Muhammadi kuna mtihani sasa, mbali na kuonekana Adam Msomaji, tatu, arobaini na mbili, inasema. Inasema, na Nuh amechaguliwa msomaji. Ndio. Qur'an 3:42. Inasema, inasemaje? Nakumbuka malaika waliposema, waliposema, kumbuka malaika, kwa hakika Mwenyezi Mungu ndio amekuchagua. Rudia tena Inasema kwa hakika, na, kwa hakika, kwa hakika yani bila wasiwasi bila ya shaka, ndio Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu amekuchagua, amekuchagua na na kukutakasa, na kukutakasa na kukutukuza, tupe habari kuliko wanawake wa ulimwengu wote. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anaelezwa Mariam mama yake Yesu. Kwa sababu gani? Qurani nasema amechaguliwa, na ndiyo maana leo akisimama Mwislamu sehemu yoyote, akizungumza habari za Mariam, hakuna Mkristo ananyosha mkono kuuliza swali, hatuna tatizo kuhusu hilo. Akisimama Mkristo akaeleza habari za Mariamu, hakuna Mwislamu ambaye anaweza kuuliza swali kwa sababu amechaguliwa, na ndiyo maana leo wako waislamu baadhi ya wanawake wanaitwa Maryam na wako wakristo baadhi ya wanawake wanaitwa Maryam. Hatuna tatizo. Kwa sababu gani? Amechaguliwa, na huyu Qurani inamtaja mama yake Yesu kuwa ni mwanamke mbora kuliko mwanamke yeyote aliyewahi kuishi hapa duniani, na hili waislamu wanalifahamu vizuri kuliko tunavyofahamu sisi. Ina maana kwa aya hii, ina maana hata mama yake Muhamadi Amina haingii hapo kwa Mariam, hata wakete zake Muhamadi kina Khadija haya na wengine ambao aliwaoa baada ya kifo cha bi Khadija hawana ubora kuliko mama Mariam ambaye Qur'an namtaja amekuwa bora kuliko wanawake wote duniani. Na kwa nini amekuwa bora Kuliko wanawake wote duniani, tutakwenda kuona katika mada ya pili. Tukimaliza hii tunatundika nyingine, tutakuja kujua kwa nini Mungu alimfanya mbora, akamlinda na dhambi aina yote. Kwa sababu gani? Tutakwenda kujua mada ya pili. Sije namnielewa nyie watu. Amen. Bwana Yesu wasifiwe, Amen. Bwana Yesu wasifiwe. Amina. Sasa bado tuna wasiwasi kuhusu Muhammadi tumeangalia Qur'ani. Qur'ani ina juzuu thalathini, ina sura mia moja kumi na nne. Sura ndefu kuliko zote ni surati Bakara, ina aya mia mbili themanini na sita, na sura fupi kuliko zote ni Asuri, ina aya tatu. Lakini katika mfululizo wa sura na aya hizo, hatujakutana hata na aya moja inasema, ewe Muhammadi Tume, kuchagua kuwa kuwa mtume hajakutana, bali tunachokikuta ndani ya Qurani, Muhammad anajieleza mwenyewe anajishuhudia mwenyewe kuwa yeye nani, yeye ni mtume. Sasa swala la kusema yeye ni mtume, mbona wengi tu, hata katika television ukifungua, kuna manabii kuna mitume wamechaguliwa na Mungu, amejichagua so, wenyewe sasa swala la kusema mtu anakuja hapa akasema sema hakika Muhamadi ni mtume, tunataka andiko gani? Kwa sababu unaposema ni mtume tayari ameshaanza kazi, kashaanza kazi. Sasa tunataka makubaliano ya kazi. Sasa tumemkubali anaanza kazi, tumemchagua hapa. Sasa hatuna wasiwasi holi zima ile ya Kristo, tutasilimu tutakuwa Waislamu kama likipatikana na andiko Muhammad amefanya nini? Amechaguliwa. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mbali na kuonyesha Maryam kuwa amechaguliwa hakuna tatizo lolote Msomaji? Nipo. Msomaji, nipo. Korani 38, 45, 46. Hii inaitwa surati Sadi. Surati Sadi anasemaje? Inasema inasemaje? Na wakumbuke waja wetu, na wakumbuke waja wetu Ibrahimu. Sasa Mungu anaanza kuwataja, wakumbuke waja wetu Ibrahimu na Ishaka na Ishaka na Yakubu. na Yakobo waliokuwa wenye nguvu katika mambo ya dini na busara, waliokuwa wenye nguvu katika mambo ya dini, twende Hakika sisi sasa Mungu anasema anatiana nao mkataba, anasema hakika sisi, hakika sisi ndio tuliwachagua. Tulifanya nini? Tuliwachagua, tuliwachagua ndio, kwa lile jambo zuri, ndio kabisa. Basi kwa hiyo kumbe leo Ibrahimu kachaguliwa na ndio maana hatuna mjadala juu ya Ibrahimu na ndio maana leo inaonekana Isihaka amechaguliwa, hatuna mjadala kuhusu Isihaka, lakini kwa Ismaili pia ni utata. Lakini la Ismaili naomba tuliache, tulizungumzie leo tukipata siku, Mungu akipenda, tutalizungumzia, lakini pia kuna mushkili kuchaguliwa kwake. Lakini sana sana mada ya leo, aya gani ndani ya Qur'ani? ndani ya hadithi tulikubaliana, mpaka mahadithi ndani ya vitabu vya wanazuoni, yaani mashekhe Mungu anasema amemchagua Muhammadi kuwa nani? Kuwa mtume. Kiatu popote, kila kona tunafika, kadi na mabango, biashara ni ndoto, kwa kila tukio twashuti na umakini. Kiatu popote, kazi yetu ni ya dhati.